Nipende kutoa shukrani za dhati kwenu ninyi nyote mliojitokeza kwa wingi. Tunajua wengine mmeomba ruhusa nyu kazini, wengine mlikuwa kazini tayari nikukumbuka kwamba leo ni siku ya msalaba. Mmekuja, ni jambo ambalo linaonesha imani kuu na imani kubwa kwetu juu ya msalaba ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitumia kutukomboa. Ishara iliyokuwa laana, sasa ilikuwa ni ishara ya ukombozi. Basi tumefikisha hapa parokiani. Sisi kwa namna ya pekee tutapata muda wa kukesha na msalaba katika siku ile ya Jumamosi, tutakesha nao mpaka Jumapili, na wale waliotoka vigangoni wana muda wa kukaa na msalaba huko huko vigangoni. Msalaba huu utagusa vigango vyote hata kama